Kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya kumi na tatu na ya kumi na nne. Naam, kanisa la Mungu, Mungu ni mwema. Karibuni sana wapendwa, na wakaribisha mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro. Karibuni mno kwenye kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Watu wa Mungu, mahala popote ulipo Tunakukaribisha uweze kuandaa biblia yako karibu, ili tunaposoma na wewe unafuatilizia kwenye biblia yako na maeneo ambayo utakuwa unaona yanakugusa sana kipekee, basi jua mahali hapo ndipo Mungu anaongea na wewe kwa wakati huu, panoti pembeni au papigie mstari ujipe nafasi ya kusoma zaidi na kujiombea neema ya kupaishi sawasawa, sawa na neno linavyosema. Lakini pia iwamkini unasikiliza na kusoma na auelewi chochote, usiache kusoma wala usikate tamaa, endelea kusoma na wakati mwingine, omba ushauri kwa watumishi wa Mungu walio karibu yako, ili upate msaada wa kihuduma, maana sote tunapaswa kusoma neno la Mungu na kulielewa, ni taa na chakula Tusali. Tuanze rasmi usomaji siku ya leo kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakutukuza na kukuinua. Tunaamini wewe ni mwaminifu sana katika maisha yetu tunakukaribisha mahali hapa, karibu Roho Mtakatifu, tuwezeshe ili tuweze kusoma neno la Mungu na kulielewa. Shusha hekima yako na mafuta yako ili sote neno lako, ili ye Bwana liweze kutupa uzima katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, kumbuka ni kitabu cha pili cha Wamakabayo ile sura, sura ya kumi na tatu na ya kumi na nne. Sura ya kumi na tatu katika mwaka wa mia arobaini na tisa Yuda na watu wake walisikia ya kuwa Antioko Eupatori alikuwa akiingia Uyahudi na jeshi kubwa. Lisia mtunzaji wake na waziri alikuwa pamoja naye, na kila mmoja alikuwa na jeshi la Kiyunani la askari mia na kumi elfu wapanda farasi elfu tano na mia tatu tembo ishirini na wawili na magari mia tatu yenye mapanga Menelao pia alijiunga nao akajipendekeza kwao kwa maneno mengi si kwa sababu alifikiri hali njema ya nchi ila kwa kuwa alitumainia kupata kazi ya serikali lakini mfalme wa wafalme alimtia Ntioko hasira juu ya mtu huyu mbaya. Hata Lisia alipomwarifu ya kuwa huyu ndiye asili ya matata yote, mfalme aliagiza aletwe Beroya na kuuawa kwa kawaida ya mahali pale. Maana huko kuna mnara wenye urefu wa mikono hamsini ambao umejazwa majivu na kiundo kimeuzunguka pande zote, ambacho chatelemkia moja kwa moja kwenye majivu huko, na wote humsukumia mbele kwenye kufa kwake. Hiyo ndiyo mauti iliyompata Menelao mvunja sheria, asipate hata ardhi ya maziko kwake naye ilikuwa haki yake, maana alikuwa ametenda dhambi nyingi juu ya madhabahu ambayo moto wake na majivu yake ni matakatifu. Hivyo kwa majivu alikufa. Mfalme alikuwa akija kwa hasira kali, akikusudia kuwatesa Wayahudi kwa yale mateso makali zaidi yaliyowapata zamani za baba zetu, lakini Yuda alipopata habari aliwaagiza watu wamsii Mungu mchana na usiku, ili kama alivyookoa wakati mwingine na waokoe sasa, maana wamo katika hatari ya kunyang'anywa sheria na nchi yao na hekalu takatifu, wala asiwaache hawa waliopata nafuu hivi karibuni tu waanguke katika mikono ya watu wasiomcha Mungu. Basi kwa moyo mmoja walimwomba Bwana siku tatu bila kukoma, wakianguka kifudifudi na kuomboleza na kulia na kufunga. Ndipo Yuda aliwatia moyo akawaambia wajiweke tayari, baada ya kusema faragani na wazee, alikata shauri watoke na kupigana wawezavyo, kwa msaada wa Mungu kabla mfalme hajawahi kuingia kuingiza jeshi lake katika Uyahudi na kuitoa mji. Matokeo ya shauri hilo, alimwachilia muumba ulimwengu, akawaonya watu wake wapigane kwa ushujaa hata kufa kwa ajili ya sheria na hekalu na mji na nchi na kawaida zao akapiga kambi lake karibu na bondini na baada ya kuwapa askari zake neno la shime, kushinda ni kwa Mungu, yeye na kundi la vijana wateule hodari sana walilishambulia hema la mfalme usiku, wakaua watu wa kambi hata elfu mbili, wakawapiga mkuki tembo mkuu na mpanda fare, mpandaji wake. Mwishowe, wakiisha jaza kambi woga na fujo waliondoka salama wakati wa mapambazuko. Hayo yote yalifanyika kwa msaada wa ulinzi wa Mungu. Baada ya kuonja ujasiri wa Wayahudi hivi, mfalme alitumia werevu katika kushambulia maboma yao. Akaiendea Besura, ngome imara ya Wayahudi, akarudishwa nyuma, akaishambulia tena akashindwa naye. Yuda aliwapelekea wale wa ndani mahitaji yao ya lazima, ila Rodoko askari wa Kiyahudi aliwafunulia adui mambo ya siri, akatafutwa akakamatwa na kufungwa. Mfalme akasemezana na watu wa Besura tena akapeana nao Yamini. Akaondoka akafunga vita na jeshi la Yuda, akashindwa. Akasikia ya kuwa Filipo aliyeachwa juu ya mambo ya Antiokia ameasi. Habari hiyo ilimtatanisha. Akafanya mapatano na Wayahudi akiyakubali kwa uwapo masharti yao ya haki akayathibitisha mapatano na kutoa dhabihu alistahili hekalu na mahali patakatifu na kuonyesha mwenendo mwema. Kisha alimwaga Yuda kwa makini, akaenda Tolemaisi, akimwacha Hegemonide juu ya nchi yote toka Tolemaisi hata Gerari. Watu wa Tolemaisi walichukizwa na mapatano yao, wakawakasirikia Wayahudi na kutaka kuyatangua masharti ya maagano. Lisia akafika barazani, akayatetea akayatetea wezavyo, akawashawishi na kuwatuliza na kuwaridhisha. Kisha alikwenda Antiokia. Hivyo ndivyo mfalme alivyokuja na kuondoka. Sura ya kumi na nne. Ikawa baada ya miaka mitatu, Yuda na wenzake waliletewa habari ya kuwa Dimitrio bin Seleuko pamoja na jeshi kubwa la merikebu nyingi ameingia katika bandari ya Tripoli na kuishika nchi yote, baada ya kuuawa Antioko na mtunzaji wake Lisia. Basi kulikuwa na mtu mmoja Alkimo, kuhani mkuu wa zamani, aliyejitia unajisi kwa hiari yake mwenyewe wakati wa matata. Huyu alijua ya kuwa yumo sasa katika hatari, wala hataweza tena kuiendea madhabahu takatifu. Kwa hiyo alimjia mfalme Dimitrio kunako mwaka mia na hamsini, akimletea zawadi ya taji ya dhahabu na jani la mtende pamoja na matawi ya mizeituni ya hekaluni, siku ile ya kusema neno. Lakini alipopata nafasi ya kutimiza kusudi lake la kijinga, yaani alipoitwa na Dimitrio barazani na kuulizwa nia ya Wayahudi na makusudi yao, alijibu hivi: wale Wayahudi waitwao Hasidimu, ambao kiongozi wao ni Yuda Makabayo, ndio wanaochochea vita na uwasi wasii nchi itulie. Ndiyo sababu mimi, niliyetwaliwa utukufu wangu wa asili, yaani ukuani mkuu, nimekuja hapa kwa sababu ya upendo wa kweli nilio nao kwa mambo ya mfalme na nia yangu njema kwa raia wenzangu. Maana kwa matata ya wale niliyowataja, taifa letu lote limo taabuni. Basi mfalme na kusii uzichunguze habari hizi, ufanye unavyoona vema kwa ajili ya nchi yetu na taifa letu lililodhihakiwa, sawasawa na hisani yako uonyesha kwa wote maana haiwezekani nchi ipate amani maadamu Yuda yu hai. Aliposema hayo, rafiki wengine wa mfalme waliomchukia Yuda walizidi kuisema hayo na kuchochea hasira ya mfalme, naye mara alimweka Nikano ambaye alikuwa kwanza juu ya vikosi vya tembo kuwa liwali wa uyahudi akampeleka na amri zilizoandikwa amue yuda na kuvunja jeshi lake na kumfanya alkimo kuhani mkuu wa hekalu lililokuu ndipo wale wa uyahudi walioshindwa na yuda zamani walimwendea nikanu kwa, kwa kikaka wakitumaini kama dhiki na misiba ya Wayahudi itakuwa faida yao. Wayahudi walipopata habari za mji wa Nikano na mashambulio ya mataifa walijitia mchanga kichwani, wakamsii yeye aliyewaweka watu wake imara milele kuutegemeza urithi wake daima audhirishe uwezo wake. Kisha kwa amri ya kiongozi wao, waliondoka upesi wakapambana na adui penye mji uitwao Lesau. Simoni ndugu yake Yuda alikuwa amekwisha kupambana na Nikano, lakini alishikwa na fadhaa kwa wingi wa adui akasimamishwa kwa muda. Hata hivi, Nikano alipata sifa ya za ushujaa wa Yuda na watu wake, na nguvu yao katika vita walivyoipigania nchi yao, aliona shaka juu ya kupimana nguvu kwa vita. Kwa hiyo aliwatuma Posidonio na Theodoto na Matathia wapeane nao yamini. Masharti yakiisha fikiriwa na kiongozi, yakiisha kuaridhia watu wake, mapatano yalikubaliwa, wakaweka siku ya kukutana pe... peke yao. Machela ikachukuliwa mbele kutoka kila jeshi na viti vya enzi vikawekwa. Yuda alisimamisha watu wenye silaha tayari katika mahali pa kufaa, isije labda ikatokea uhaini upande wa adui. Wakashauriana kama ilivyopasa. Nikano alikaa Yerusalemu kwa muda, hakufanya matata yoyote, bali alirudisha kwao ule umati wa watu waliojiunga naye. Alionana na Yuda kila mara, maana alimpenda kweli; akamshauri aoe na kuzaa watoto. Basi alioa akatulia, akafurahia maisha ya mjini. Lakini Alkimo alipoona walivyofanyana urafiki, alijipatia masharti na yale mapatano yaliyofanyika akamwendea Dimitrio akamwarifu kwamba Nikano hana nia njema kwa mfalme, madhali amemweka yule mfitini Yuda awe mrithi wake. Mfalme akagadhabika na kwa jinsi alivyotiwa hasira kwa masingizio ya huyu mlagai alimwandikia Nikano kumwarifu ya kuwa yale ya mapatano hayampendezi na kumwamuru ampeleke makabayo mfungwa mpaka Antiokia bila, ku, bila kukawia. Nikano alipopata maagizo hayo, alitundua akafadhaika sana, alipofikiri jinsi itakavyompasa kuyavunja mapatano walioyafanya, hali yule mtu hana kosa lakini kwa kuwa haiwezekani kuipinga amri ya mfalme, alingoja nafasi yake ya kuitimiza kwa hila. Makabayo kwa upande wake aliona ya kuwa ni kano hana mazungumzo naye kama kwanza, bali anaanza kumwonyesha ukali, akafahamu ya kuwa ukimua huo ni dalili ukimyo huo ni dalili mbaya. Basi akakusanya baadhi kubwa ya wafuasi wake, wakaenda kujificha nikano wasiwapate. Basi huyo alipofahamu ya kuwa ameshindwa kishujaa kwa werevu wa Yuda, alikwenda kwa hekalu takatifu lililokuu, wakati makuhani walipokuwa wakitoa dhabihu za kawaida, akawaambia wamtolee yule mtu nao aliposema kwa kiapo ya kuwa hawajui yupo wapi mtu huyu anayemtafuta, alinyosha mkono wake wa kuume kwenye patakatifu akakaa kiapo akaweka kiapo hichi: kama msipomtoa Yuda mfungwa kwangu, itaiangusha nyumba hii ya Mungu hata nchi na kuivunja madhabahu na kujenga hapa hekalu la Dionisi, la Dioniso watu wote waliona. Akiisha kusema hayo aliondoka, lakini makuhani waliinua mikono yao kuelekea mbinguni, walimwomba yule aliyelipigania taifa letu daima, wakisema e Bwana, wewe usiye na haja ya ulimwengu umependa pawepo mahali patakatifu ili ukae miongoni mwetu, basi e Bwana mtakatifu utakasaye vyote, uilinde safi daima ya nyumba hii uliotakaswa hivi karibuni tu. Kulikuwa na mtu mmoja mzee wa Yerusalemu jina lake Razisi aliyeshtakiwa kwa Nikano. Alikuwa mpenda nchi yake, mtu mwenye sifa njema, aliyeitwa baba wa Wayahudi kwa sababu ya hisani yake kwao. Katika siku za kwanza za matata, alikuwa ameshtakiwa kwa kuwa ni myahudi mmi, naye alijihatarisha mwili wake na maisha yake kwa ushujaa mwingi kwa ajili ya Uyahudi. Basi Nikano alitaka kudhihirisha uadui wake na Wayahudi, alipeleka askari zaidi ya mia tano kumkamata, maana kwa kumshika huyu alitaka kuwaumiza Wayahudi wote lakini askari walipokwisha kuvunja mlango wa nje, wakawa tayari kuutoa mnara wakiagiza moto wa kuichomea milango. Yeye akiona amezungukwa pande zote, aliangukia upande wa upanga wake, maana alipenda kufwa kwa heshima kuliko kuanguka mikononi mwa hawa waovu na kutendwa jeuri isiyopatana na udhaifu, usha, usharifu wake. Lakini kwa sababu ya haraka, pigo lake alikuingia sawasawa. Kwa hiyo watu walipokuwa wakijivurumisha mlangoni, alikimbilia ukutani, akajitupa chini katikati ya mkutano, au akarudi nyuma upesi wakiacha nafasi, akaanguka chini mahali pa wazi akasimama angali yu hai, hasira yake ikawaka moto. Hata ingawa damu yake ilikuwa ikibubujika naye alijeruhiwa vibaya, alikimbia upesi katikati ya watu waliosongana, waliosongano, akasimama juu ya mwamba mrefu, ametokwa na damu karibu yote, akang'oa matumbo yake akayashika kwa mikono miwili, akawatupia makutano. Hivyo alikufa akimwitia yeye aliye Bwana na maisha na roho ayarudishe kwake tena.